yako ya kumrejea mme wako kwa sababu kichofanya dhambi ikaingia ni wenu, mlipotengana, kwa sababu kutokuwa pamoja kumeleta haya, kwa kuwa maisha ni nje ya bustani, ninaongeza nia ya dhati ya kurejeana pamoja. When you come together, mtakuwa imara na utashinda ibisi katika ulimwengu nje ya bustani ya Eden. Halafu watu wanafikiri anaposema, kwa sababu Kiswahili kinasema tamaa na Kiingereza version hizo hakuna teshuka, halina mambo ya ngono hata 0.000, nothing. Na hivyo anamwambia hapa kwamba dhambi umeanza vibaya kwenye matoleo sikii, ndugu zangu, na ndio maana mtu yeyote akianza vibaya kwenye matoleo, kwa sababu matoleo yanaingia kuhusu kafara ya Yesu, iwe ni zaka, iwe ni sadaka, viko hapo. Mtu akianza vibaya kama Kaini, ameingia hatua ya kuchukia, ataingia kwenye dhambi ya kuua, na Mungu anamwambia kwa nini unakasirika? Haukuanza vema, tu umechukia wewe mwenyewe. Fanya vema, utapata kibali, usipo vema dhambi iko imekuotea mlangoni. Na ndio maana unaona hata ile madhabahu ilikuwa mlangoni pa kuingia bustani ya Edeni, kwenye mtu wa uzima na ni kwenye mlango hapo hapo, ndio ukisoma ile um, ile Yohana sura ya kumi na tisa, Yesu alisulubishwa pale kwenye fuvu la kichwa Goligota, alafu kaenda Waebrania sura ya kumi na tatu, nasema hapo aliposulubishwa.